Uamuzi wa serikali wa kujenga chuo hiki ni kuhakikisha wanakidhi mahitaji ya upungufu wa walimu. Majengo hayo yote yatakapokamilika, yatakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi elfu moja na jinsi nilivyokuta mazingira ya hapa yalinishawishi kwa kiasi kikubwa sana kwamba kwa malengo yangu ambayo nimeyatarajia kusomea diploma ya ualimu wa elimu msingi, kwa kweli Inafarijika sana, mazingira yana utulivu wa kutosha, hamna makelele makelele ya magari manini. Kwa hiyo ninafurahia sana, nampongeza sana Mheshimiwa mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kujenga hiki chuo hapa katika mkoa wa Rukwa. Shukurani zetu pia sisi kama chuo tunazipeleka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu mkubwa wa kuwekeza katika elimu lakini hasa katika kujenga chuo cha ualimu Sumbawanga. Mama yuko kazini.